Karibu tuangazie habari za kimataifa na kubwa zaidi ni mauaji ya Saif al-Islam Gaddafi, mtoto wa kiongozi wa zamani wa Libya Kanali Muammar Gaddafi, ameripotiwa kupigwa risasi na kuuawa. Kifo cha mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 53 ambaye hapo awali alionekana kuwa mrithi wa baba yake kimethibitishwa na mkuu wa timu yake ya kisiasa siku ya Jumanne kwa mujibu wa shirika la habari la Libya. Wakili wake ameliambia shirika la habari la AFP kwamba kikosi cha makomando wanne kilifanya mauaji nyumbani kwake katika jiji la Zintan ingawa haikuwa wazi ni nani aliyehusika na shambulio hilo. Hata hivyo, dada yake alitoa taarifa zinazokinzana na taarifa hiyo akiiambia televisheni ya Libya kwamba alifariki karibu na mpaka wa nchi hiyo na Algeria. Saif al-Islam Gaddafi kwa muda mrefu alionekana kama mtu mwenye ushawishi mkubwa na anayeogopwa zaidi nchini baada ya baba yake ambaye alitawala Libya kuanzia mwaka 1969 hadi alipoondolewa madarakani na kuuawa wakati wa uasi mwaka 2011. Alizaliwa mnamo mwaka 1972 na kuchukua jukumu muhimu katika uhusiano wa Libya na nchi za magharibi kuanzia mwaka 2000 hadi kuanguka kwa utawala wa Gaddafi. Baada ya kuondolewa kwa baba yake Saif Al-Islam Gaddafi ambaye alishtumiwa kwa kuchukua jukumu muhimu katika ukandamizaji wa kikatili wa maandamano ya kupinga serikali, alifungwa jela na wanamgambo wapinzani katika jiji la Zintan kwa karibu miaka 6. Mahakama ya kimataifa ya jinai ilitaka kumstaki kwa uhalifu dhidi ya binadamu kwa madai ya jukumu lake katika kukandamiza maandamano ya upinzani mwaka 2011.